Bana kama kawa wadau wa soka tumekutana tuko makumbusho hapa kupiga stori zetu mbili tatu zinazohusiana na masuala ya football. Tukikutana sisi ni michezo bana. Mambo vipi mwanangu Baraka? Safi kama kawaida. Bana shwari kama kawa. Mimi niko poa na namshukuru Mungu ni mwema tuko fresh kabisa. Yeah. Game nne tumebakiza kumaliza ligi. Game zetu nne pale kuna Tanzania Prison, kuna Namungo, kuna Dodoma Jiji alafu kuna mnyama mkali Simba. Mmejipangaje kwa hizo mechi nne kuelekea mwisho wa msimu? E bwana, kwanza wanayanga wana, wana sisi tunatambua kwamba mechi zilizobaki ni mechi tatu. Sawa, mechi tatu ambazo zinakwenda kutupa taswira ya ubingwa Young Africans. Mechi ambazo zinakwenda kutuamulia ubingwa Young Africans kwa sababu hiyo mechi ya nne ambayo unahitaji, ndugu yangu, msimamo ulishautoa na kilichopo ndani ya Young Africans kinajulikana, na sio kwamba tunabahatisha tuna au ni kwamba vipi, yani ni kitu ambacho tunakimaanisha kwelikweli. Uh, sisi ni timu ambayo ni kubwa, kwanza ni timu ambayo ina historia kubwa, ni timu ambayo ndio inaongoza kufanya mabadiliko kwenye nchi, na ndio timu inaongoza kuwanenea wanyonge na hata wale ambao wanahisi hawapo sehemu salama. Sawa. Kwa hiyo sisi kuweka misimamo mikali kwamba hatuchezi hatukubahatisha. Sawa. Maana ya hatuchezi ni nini? uh, ile mechi ilitakiwa ichezwe kisheria na kanuni tarehe nane, sawa, mwezi wa tatu ilibidi ichezwe ile mechi lakini bila sababu za msingi ambazo mpaka leo bodi ya ligi pamoja na TFF walishindwa kuzainisha, mechi ikaahirishwa. Maana yake walifata kile ambacho mtani wangu alikiweka au alikihitaji kwa matako yake, ilikuwa sio kucheza ile mechi ndani ya tarehe ile. Kwa kama wamemmsikiliza mtani, bila sababu za msingi, bila bila kufata sheria, taratibu na kanuni, ipo haja na kusikiliza upande wa pili wa Young Africans ambao sisi tumeamua kufata kanuni, taratibu na sheria ambazo tunasimamia. Mechi ilishaisha tarehe nane hivyo basi, kama wao wana mechi yao, hiyo mechi wanaifahamu wao. Sisi mechi hiyo tunajua kabisa haipo, lakini kama hiyo mechi wana, pengine wanatamani iwepo, basi wale ambao waliamua wali kuipitisha, kuipitisha uh, mswada wa Simba au maamuzi ya Simba ya kutocheza mechi hiyo basi sawa, sisi tunaona watufai, kwa sababu ni watu ambao wameshindwa wame, wame kufuata sheria na kanuni, basi watupishe, wakija watu wengine sisi pengine wanaweza wakatupangia tarehe ya kucheza mchezo huo, lakini kwa bodi ya ligi na TFF iliyokuwepo, sisi hatuwezi kucheza, kwa sababu ni wazi kabisa tutakuwa tunaendelea kuwa wanyonge, na Yanga sio kaliba yetu kuwa wanyonge. Kwa hiyo hii ni misimamo ya mashabiki. Viongozi wenyewe wanajua kwamba mashabiki ndio azma yetu na ndio takwa letu, kwamba hatupo tayari kucheza mchezo huo. Yeah. Lakini Baraka, hatufanye basi, mmebakizwa michezo mitatu me, um, tunafahamu mchezo ni mpira, ni um, mchezo wa makosa. Ikitokea mmedondosha point kwenye mchezo mmojawapo, na ikatokea ili muwe mabingwa inabidi muhitaji huo mchezo wa Simba, ikitokea mmedondosha point, mtakuwa tayari kucheza, mtaendelea na msimamo wenu huo huo, yaani mpaka sasa sisi ndio wenye maamuzi, tucheze au tusicheze, sijui unanielewa. Kwa hiyo kucheza ni maamuzi yetu, kutokucheza ni maamuzi yetu. Sijui umeelewa eh? Kwa hiyo na swala la Young Africans kupoteza alama katika mechi zilizobaki, ndugu mi naomba musahau, kwa sababu sisi tumedhamiria kuwa mabingwa mara ya nne mfululizo. Hiyo ndio adhma ya Wanayanga na hiyo ndio kitu ambacho natamani kukiona. Wanayanga, viongozi wa Yanga, wachezaji wa Yanga, benchi la ufundi la Yanga, wote wanatamani kuona tunaichukua mara ya nne mfululizo NBC. Nadhani sisi ndio wakilishi bora wa NBC hapa Tanzania, ndio mabalozi bora wa CRDB hapa Tanzania. Kwa hiyo vikombe vyote ambavyo vinaandaliwa sawa, tukiwa katika michuano hiyo na hizo benki, basi ujue hivyo vikombe ni halali yetu. Kwa hiyo hatutoweza kuwaangusha NBC, hatutoweza kuwaangusha CRDB. Vikombe vyote tunakwenda kuvichukua, na ili tuvichukue lazima tushinde michezo hiyo Takriban yani, kadi tunavyoweza tuna, tuna na uwezo tunao, timu tunayo, mashabiki tunayo na viongozi thabiti ambao wanauchu kwelikweli wa maendeleo na, na mafanikio ya Young Africans tunao. Kwa hiyo mimi sioni kama Yanga kuna uwezekano wa kupoteza alama hiko kitu, naomba msahau. Tutamshona kila anayeka mbele, na sio kwa upande wa NBC tu, mpaka kwa upande wa CRDB. Huyu anayejipendekeza kucheza na mimi nusu finali, basi kule Tanga nitamchezesha Baikoko kule kule Tanga. Sawa, jemedari na ndugu zake wajiandae kucheza baikoko kule Tanga, kwa sababu sisi hatutakuwa na huruma, sisi hatutakuwa na nafasi ya kuwasikiliza au kuwaonea huruma. Huruma kwa wana Yanga ndio katika kipindi cha mwisho imekwisha, yani imekwisha kabisa. Na ndio maana umeona mashindano ya Zanzibar ya muungano yameanza, Yanga hatujaleta masiara Kiongozi wetu uongozi wetu umeamua timu nzima iende na timu yote, tumeona imesafiri. Maana yake nini? Tunaiheshimu kombe la Muungano kwa sababu ni kombe ambalo linabeba taswira kubwa sana uh ya nchi yetu, kwa sababu viongozi na waasisi wa taifa hili, bwana Karume na uh, mheshimiwa hayati Julius Kambarage Nyerere, wote uh, walikuwa ni wanachama wazuri na wapenzi wa soka. Tuliona Karume aliweza kuifadhili Young Africans kipindi hicho, Nyerere tulikuwa tunajua, wasiojua, Nyerere ana kadi Young Africans, umeelewa? Kadi namba moja ya nchi hii ya Yanga ipo ni ya Nyerere. Kwa tunaona tuna kila haki na wajibu wa kuyatetea vema mashindano haya ya ya Muungano kwa sababu ni mashindano ambayo tunaenda kuwa nu, kuwa, kuwapa uh, motisha Wazanzibari. Tunakwenda kuwaonesha Wazanzibari tuna mapenzi ya dhati sisi kama klabu ya Yanga juu ya Wazanzibari, lakini pia tuna mapenzi na taifa letu na waasisi wa muungano wetu. Okay, tufanye mtacheza hiyo mechi au hamtocheza, kama ambavyo umesema, nyie ndio waamuzi kwamba mtacheza au hamtocheza. Tuongelee swala la mchezo mkubwa kabisa ambao unatarajiwa kupigwa hivi karibuni kati ya Simba na Stellenbosch Um, Simba amesafiri na mama ametoa ndege kubwa kabisa ile pale yeah. Lakini kumekuwa kuna baadhi ya minongono ya wanasimba kwamba ile ndege watu wameenda kwa majina, yaani kuna baadhi ya mashabiki wengi wa Simba hawajaenda kwenye ule mchezo, lakini tunaona nyie mjitoa kwa wingi katika mchezo wa nusu finali na mkaenda South Africa, mlienda Rwanda, mlienda Congo. Ni nini haswa ambacho ambapo nyie mnaona mnawazidi wapinzani wenu? Uh, kwanza mimi naweza nikasema Aa, katika hili tuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, ni kiongozi ambaye amejaribu kuonesha na upenda mpira kiasi gani, akiongozwa na viongozi wake akina Mwinjuma, sawa, mwana FA, tunamuona Gaston Msigwa, tunamuona akina Mwigulu Nchemba wanafanya kazi nzuri, akina Antony Mavunde wanafanya kazi nzuri sana kumwakilisha mama katika michezo. Sasa mama ameguswa ameona kuna kila haja ya kusapoti timu zangu ambazo zinatoka kwenye ardhi ya Tanzania, kama nilivyoisupport Young Africans mpaka ikaniwakilisha vizuri kufika hatua ya fainali ya e Confederation Cup na kwenda kutolewa kwa hujuma, sijui umenielewa. Sasa alichokifanya kwa Young Africans, akapenda akifanye tena kwa ndugu yangu mtani, kwa sababu sisi ni watoto wa baba mmoja na mama mmoja, sisi ni watani kwelikweli. Kwa mama akaona sio tu kwa Young Africans, inabidi nifanye hivi kwa Simba Sports Club, mtani wangu, si umenielewa? Lakini cha ajabu alichokifanya mama, viongozi wa Simba na pamoja na timu ya Simba kwa ujumla wamekosa kuwa na na tuseme na shukrani, wamekosa kuwa na, na, na, na nidhamu mbele ya, uh, ya kujitoa huku kukubwa kwa mama yetu Samia Suluhu, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu gani? Mama ametoa ndege kwa ajili ya kusafirisha mashabiki, wachezaji na viongozi pamoja na wanahabari, lakini tumeshuhudia ndege ile imejawa wachezaji sawa, viongozi sawa, lakini wameingia watoto wa viongozi, wajomba wa viongozi, tumeshuhudia machawa kibao wameingia kwenye ile ndege. Sasa hiyo ni ajabu, na huko ni kumdhalilisha rais wetu, kwa sababu wanaopambania timu ni mashabiki. Leo hii tunawaona ndugu zetu wa Simba Sports Club, mashabiki ambao wanajitoa kweli kweli, na Simba wameachwa mwaona lakini, sisi wana Yanga, kwa sababu ni watu wa mpira, ni watu ambao tunapenda maendeleo ya soka, tukaamua tuwasemee, tumeamua tuwasemee, tuwaombee. Kwa nini hiki mlichokifanya mmekifanya hivi? Sisi tulienda Kongo, tulienda Lubumbashi, tulienda South Africa, tulienda Rwanda, tukajazana wengi sana kusapoti timu yetu. Timu ilitoa magari zaidi ya thelathini, sawa, kwenda wapi? Rwanda, magari zaidi ya kumi alienda Kongo. South Africa alienda magari matano pamoja na ndege ilikuwa imebeba mashabiki pia maarufu simnde pamoja na uongo, viongozi benchi la ufundi na wachezaji. Lakini tumeshuhudia jinsi gani viongozi wao wanakosa hekima, wanakosa uadilifu, wanashindwa kufanya yale ambayo wameagizwa na Mama Samia Suluhu Hassan, wanaenda kufanya vitu wanavyojua wao mpaka wanaacha mashabiki. Hivyo tumewasemea tumewapigia kelele, mwisho wa siku tunaona leo baadhi ya mashabiki uh, jambo zuri wanaanza kuondoka wachache wameondoka, si watu watatu, na yote baada ya wanayanga kuwapazia sauti na kuwasemea kwamba hiki mnachokifanya si hivyo, kwa kuingiwa aibu na sio timu, mashabiki wenzao wameamua kuwaunga mkono, kuwasafirisha. Hilo ni swala la aibu. Timu haijaguswa wala haijatetereka, haioni hata aibu. Mimi nakwambia, mpira uongozi na Wahindi sawa, lakini Baraka Muhindi za kwake biashara, auze vitambaa Kariakoo, lakini sio mpira. Si maneno, tunaona hujuma zinazoendelea mpaka mashabiki wanaamua kujitolea sasa kuwasafirisha wale mashabiki maarufu badala ya wana Yanga kuwapazia sauti. Sisi ndo tumepaza sauti, sisi ndo tumewaokoa mashabiki wa Simba. Leo hii wanana wao wanaenda nyewe. Kama Yanga nye imewauma nini mpaka nye mnawapigia kelele? Hatuuma sisi tunajua machungu ya kusupport timu, tunajua maumivu tunayopata katika kusupport timu zetu, ukiwacha okay, wenyewe hapana. Lazima tuwasemee sisi, ni watani, sisi ni ndugu. Simba na Yanga sio maadui, ndio maana tukaamua kuwasemea, sauti zisikike na kweli, Yanga ni kubwa Lang